Lile jua litapiga kwanza kile kitu kilichokufunika, kilichofunika itakuumiza wewe. Anakwambia kwa manyoya yake atakufunika chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Yani kama kuku anavyoalindega vifaranga, anaweka chini ya mbawa zake, wanakuwa wako kwenye joto ili waweze kukua zaidi, wasipigwe na baridi. Yani wanakuwa wako kwenye hali ya ulinzi, wasiliwe, wasichukuliwe na mwewe, wanakuwa wako chini ya mbawa chini ya mbawa yaani, chini ya mbawa ni sehemu ambapo pana usalama, yaani wanakuwa wako kwenye usalama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa manyoya yake atakufunika. Kwa hio unaanza kuona aha, kumbe kuna ulinzi ambao naekewa chini ya mbawa zake, nitapata kimbilio. Sasa usijui ukafikiria kuwa utapata hili kimbilio kama haukai mahali pasiri pake aliyejuu, kama Mungu siye ngome yako na kimbilio lako Hautapata kimbilio, yaani utasema natafuta natafuta kimbilio, na mimi nikakae chini ya mbawa zake, unakuta hamna, hizo mbawa hazipo, hamna iko, hamna hiyo sehemu ya kupata hilo kimbilio.